Yes, ikiwa sintofahamu inaendelea miongoni mwa mashabiki wa Young Africa kuhusiana na mchezo ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 15 ya mwezi huu wa sita kati ya timu ya Young African pamoja na Simba Sport Club katika dabi ya Kariakoo. Leo hii uongozi wa klabu ya Young African umeeleza msimamo wao kuelekea Kariakoo dabi kupitia ukurasa rasmi wa mitandao ya kijamii ya klabu hiyo. Young Africans kupitia mitandao yao ya kijamii wameonyesha ratiba yao ya mwezi wa sita, michezo yote ambayo klabu ya Young Africans itashiriki katika mwezi huu wa sita. Kwa mujibu wa ratiba hii ya Juni kwa Young Africans, itaanza tarehe kumi na nane ambayo itashuka dimbani majira saa kumi dhidi ya Tanzania Prison na tarehe 22 Juni itashuka dimbani dhidi ya Dodoma Jiji Football Club. Mwisho, Young Africans itamalizia na mchezo wa fainali dhidi ya Singida Black Stars katika kombe la shirikisho la CRDB. Hiyo ni ratiba rasmi ya klabu ya Young Africans ikiwa hakuna mechi ambayo itawakutanisha dhidi ya Simba nikimaanisha Kariakoo dabi. Asante kwa kuendelea kuitazama na kuifuatilia Wise TV, lakini pia unaweza ukaweka maoni yako hapo kwenye uwanja wa comment na sisi tutaisoma.